Mwingine kwa mfanyabiashara aliuawa na majambazi katika eneo la Kiamuthei huko Kaiti Makueni amezikwa huku asasi za usalama zikitakiwa kuwajibika na kuhakikisha waliotekeleza mauaji hayo wamekamatwa. Utumizi wa mavazi yanayofanana na sare za polisi umepigwa marufuku kwenye eneo hilo, huku wananchi wakionywa kuwa atakayepatikana amevaa mavazi ya aina hiyo atachukuliwa hatua za kisheria. Hii ni baada ya kubainika kuwa wahalifu waliotekeleza mauaji hayo na wale wanaoendeleza wizi katika sehemu hiyo wamekuwa wakitumia mavazi yanayofanana na yale ya polisi. Anyway, mtu yoyote hata ni ile nguo ya kununua ambayo inafanana na ya polisi. From now henceforth tukikupata kwa barabara tutakuweka ndani. Tunaelewana? Kama wewe ni wa NYS na uko na junior wangu ni wa NYS tumia wakati inatakikana kwa NYS. Tunaelewana? Kama wewe ni wa polisi tumia wakati unatumia kwa polisi. Mimi hutumia wakati naenda shughuli ya kazi. Kwa hivyo kila mtu, ofisa yoyote ajue kutumia hizo manguwa, sababu ndio inatumiwa kuhatarisha maisha yetu. Huyu ni mtoto wetu huyu, na mimi siwezi kuongoza kaunti na watu wangu wanauliwa. Lazima nihakikishe wale wameuwa huyu mtoto wamepata kwa sababu wako. Si malaika ama si shetani ametoka binguni, akakuja kuua mtoto kwa wetu na mimi nitaendelea, nita... kwa hivyo nitawahakikishia, wacheni waambie kitu watu wangu, wacheni maneno, tuachee serikali na tufuatilie, tuhakikishie ukweli umepatikana, wanani ameua wa huyu mavi wetu.